Hatuwezi kuwa ati mtu aki aki niki support per day na kuwa adui yako, ni kwanza ku support wewe na kuwa adui yako. Mimi ni support serikali na niko kwa serikali, na sababu ni support serikali, ni support serikali sababu nataka maendeleo ya Othaya iendelee. Othaya, na mimi wakati itatoka kwa serikali, sababu hakuna mtu atakaa kwa kwa kwa, kwa, kwa mkuu wa mbunge miaka yote Ut, lazima utatoka Naniambia watu wa Nyeri na Mount Kenya region hakuna mtu atatolewa wa na na wa kwa, kwa, kwa kiti sababu ya Gachagua. I can tell you for fact. Gachagua hakuna mtu atataka kutoa kwa kiti. Watu wa Nyeri wanachaguana watu wao. Last election kulikuwa na uchaguzi, na uchaguzi ile ilikuwako, watu wa Nyeri hawakuchaguliwa, walichaguliwa watu mpya. Gachagua sio alisema, ni wananchi waliamua. 2017 uchaguzi wa Nyeri ulifanywa na Nyeri mzima, ule mtu alirudi kwa kiti ni Kanini Kega. Wengine walitolewa sio Gashagwa alisema. Kwa hiyo anataka kuambia Gashagwa, watu wa Udhaya ni watu wanajua, na ni watu wanajua kuona Gashagwa hajasaidia mtu wa Udhaya hata moja. In fact make the matter was alisema hapa Donyo atafuta watu wa Udhaya na akavuta hawa watu wote, alianza na, na kisho hii akavuta rafiki yangu. Sasa kuosema mambo mengi, lakini aambiwe mimi kukosa kuchaguliwa udhaya wa Udhaya. Udhaya. Sio sababu yake, labda watu wa Udhaya watu wa Othaya wakisema mtu aende nyumbani ataenda nyumbani, na hakuna mtu anakuja kuwaambia atumchague huyu ama huyu. Hawa ndio wataamua watu wa Othaya. Watu wamesoma, wanajua, hata saa hii wanajua atachagua nani. Kama sio wapo kwa ina ina wapo wengine, ataenda nyumbani and this not the first time kwa kuondolewa kwa kiti. Watu wengi last time kulikuwa na mwingine na aliondolewa nikachagua alisema, kwa hivyo nataka kuwaambia kuchagua, watu wa Othaya, watu ni watu wanajua ile wanataka Othaya. Na, na Othaya watu wa Udhaya watachagua ule mtu watataka, na sio sio watu kachagua atasema. Kwa hivyo people of Udhaya are mature people. He should respect us, we are humbly requesting him to respect the people of Udhaya and their choice. The people we elect are our choice and they have given their names at in 2027 tutachagua mtu na kazi yake, si arete mtu ati junior amemshika hadhani ati atamfuata, never sisi tunaangalia ile kazi mheshimiwa wetu Waboga inena amefanya.